Sehemu ya kwanza utangulizi. Biblia inasema Shetani ni mwovu, adui wa Mungu. Lakini je, umewahi kujiuliza alikuwa nani kabla ya kuanguka? Kila dini, kila maandiko ina hadithi zake za Shetani, lakini picha tunayoijua sasa inaweza kuwa imechanganuliwa. Wengine wanasema aliumbwa kuwa mwovu, wengine wanasema alijitengenezea uovu wake, lakini baadhi ya maandiko ya kale yanaonyesha picha tofauti sana. Leo katika mwanga wa ukweli, tutaangalia hadithi isiyojulikana ya shetani, nyota ya asubuhi, malaika wa nuru aliyeasi dhidi ya Mungu. Je, kweli aliwahi kuwa malaika wa mwanga au aliumbwa mwovu tangu mwanzo? Tukianzia sasa, safari yetu inachukua kila nukta ya siri iliyofichwa kwa karne. Kutoka katika maandiko ya kale ya Biblia, mashahidi wa Qur'an, hadi vitabu vilivyofutwa vya zamani, hadithi hii inatufundisha zaidi ya kile tunachoona. Inatufundisha kuhusu mwangaza na giza, uhuru wa kuchagua na hatimaye, hadithi ya mwanadamu yenyewe. Kila nukta ya nuru inaweza kupotea kila kipande cha uovu kinaweza kutokea, lakini kuelewa asili ya shetani mwanzo wake ni kuelewa pia nyota ya ndani iliyojaa mwanga na giza ndani yetu. Karibu katika safari ya siri ya shetani kabla ya kuanguka. Karibu katika mwanga wa ukweli. Sehemu ya pili: maana ya jina Lucifer. Kwanza tuchambue jina Lucifer. Kila neno lina maana, kila jina lina hadithi katika Isaya na 14 mstari wa 12 tunasoma umepunguka, e nyota ya asubuhi, mwana wa alfajiri. Neno nyota ya asubuhi linatufunulia picha ya mwanga, si giza. Lucifer kwa kilatini linamaanisha mleta wa nuru, lakini jinsi historia na tafsiri za baadaye zilivyobadilisha maana hii zimefanya wengi kuona shetani kama movu tu. Kwa kweli, Lucifer alihusishwa na mwangaza nuru na nafasi ya heshima mbinguni kabla ya kuanguka. Hadidhi zake za awali ni za heshima na cheo, si la uovu. Hii ni sehemu muhimu ya kuelewa, jina lake linatufunulia asili yake tofauti na kile tunachokiona sasa. Sehemu ya tatu: hadidhi ya kuasi kwake. Maandiko ya Ezekieli ishirini na nane na Isaya kumi na nne pamoja na Qur'an sura Al bakara mbili, sura ya 34 na Al-araf saba, sura 11 mpaka 18, na yote yanatoa picha ya malaika aliyeheshimika, mlinzi wa kiti cha enzi kabla ya kuanguka. Kabla ya kuasi, alikuwa mmoja wa malaika wenye cheo kikubwa. Aliitwa nyota ya asubuhi, aliyejaa mwanga na hekima, lakini kila hekima inakabiliwa na chaguo la kibinafsi. Hapo ndipo kiburi chake kilipoanza kutaka kuwa kama Mungu. Aliyahimiza mawazo ya kibinafsi, akataka nafasi isiyo ya kipekee, kuacha kutii amri za Mungu na kuchagua njia yake yenyewe. Sehemu ya nne: sababu ya kuanguka. Kiburi, tamaa ya nguvu, na kusahau kwamba nguvu si mali ya binadamu peke yake. Hizi ndizo sababu kuu za kuanguka kwake. Katika maandiko tunaona maneno kama nitapaa juu ya nyota za Mungu, nitajipandisha juu ya juu ya wingu. Lakini safari ya kiburi haikufikia faida. Badala yake mwanga ulianza kugeuka giza. Sehemu ya tano, kuanguka kwake na malaika wake. Na malaika wake walifukuzwa pamoja naye, wakiitwa the fallen ones, malaika waliokuwa wakubwa, sasa wakiwa wamepotea. Hii hadithi ya kuanguka haimaanishi tu uovu bali pia inatuonyesha uhusiano kati ya uhuru wa chaguo na matokeo yake. Vitabu vya kale, ikiwemo kitabu cha Henoko, vinaeleza malaika hawa walianguka na jinsi dunia ilivyoathirika na uharibifu wa nguvu zisizokuzwa kwa hekima. Sehemu ya sita, alikuwa mwovu au mwanga uliopotoshwa? Shetani hakuwahi kuwa mwovu kwa asili. Aliumbwa na mwanga lakini alichagua giza. Wote wanasema uovu ni chaguo, si mali ya asili. Mungu hakuumba uovu bali aliunda viumbe vyenye uwezo wa kuchagua. Kwa hivyo Lucifer ni mfano wa nguvu iliyopotea kwa kiburi, si kiumbe kilichoundwa kuwa mwovu. Sehemu ya saba, mitazamo mbalimbali mbali. Gnostiti walimuona Lusifa kama ishara ya maarifa yaliyopigwa marufuku. Kwao, kuasi kwake ni mfano wa kutafuta ukweli wa ndani. Diologians wa Kikristo wanaona kuasi kwake kama kiburi tu, malaika aliyepoteza njia yake. Quran inafafanua Iblis alikataa kuinama kwa Adamu kwa sababu alijiona bora, lakini bado ana chaguo la kumtii au kutimiza amri za Mungu. Hii inatuonyesha jinsi kila dini inavyotafsiri uovu na chaguo la kibinafsi kwa mtazamo wake wa kiroho. Sehemu ya nane: Ujumbe wa kifalsafa. Je, shetani ni ishara ya uovu wa ndani wa binadamu au ni simulizi la kale kuhusu uhuru wa kuchagua? Kila mmoja wetu ana Lucifer ndani yake, mwanga unaoweza kupotea, nguvu inayoweza kupotoshwa. Hadidi yake ni onyo na mwongozo, hata nuru inaweza kupotea ikiwa kiburi kinatawala. Sehemu ya tisa, mwanga uliopotea conclusion. Labda hadidi ya shetani haimaanishi mwisho wa nuru. Labda ni onyo kwamba hata mwanga unaweza kupotea. Lakini kuelewa mwanzo wake, kuelewa nyota ya asubuhi aliyepoteza njia, ni kuelewa pia mwanga na giza ndani yetu wenyewe. Shetani kabla ya kuanguka, hadidi ya mwanga uliopotoshwa, maarifa yaliyopigwa marufuku na chaguo la kibinafsi, inabaki kuwa funzo lisilo na mwisho. Hii ndiyo safari yetu leo. Hii ndiyo mwanga wa ukweli.